Wanaweza sema kitu hiki kilifanyika kwa sababu mimi najua ile kitu ilifanyika, mtu aliunda chama chake akafaidika yeye mwenyewe akasoma mbele anaria tototo anakalanga ana tototo yeye na mchewe na ana akere akeresi tototo anapata sifa naikana magari mahandao, sifa ni kwa mtu nani? Faida ni kwa mtu nani? Sasa kuna mwingine pia ameona kumbe mimi pia nikienda hivyo naweza faidika mimi mwenyewe. Ninyi mnanielewa, lakini e, yaani akiingia hapo atafaidika yeye peke yake, apate kiti, kwa sababu anataka kuamsha hisia za wapwani kuhusu mambo ya vyama vyetu, ili apigirwe kura kwa sababu ya hisia za upendo wa chama chetu, lakini ande faidika gani hani? Anafaidika gani hani? Sio kuna faidika sinu kuna kuna umuhimu wa kukaa katika vyama ambavyo ni vya kitaifa na kukaa katika chama ambacho kila mkenya yuko pale na hesabu yetu iko hapa. Kwa hiyo mimi nataka niwatahadhari watu wa Kilifi, na nataka niongee mtu akikuja hapa akisema, e, oh, unajua chama chetu chama werohikohokapenti hiki chama kikiundwa sie alisema kwamba hakifai leo anakuja anasema ati hiki chama kinafaa kwa sababu wameona mwanya wa yeye apate nafasi ya kupata cheo cha ugavana hapa Kilifi. hapa Kilifi hiki kiti cha gavana Kilifi kina mwenyewe kuanzia sasa mpaka 2032. Ama nyinyi mko na tashishi na hayo maneno. hata mangere chama cha PA mangere chama cha mlunguni mangere chama sijui cha noni, kiti cha gavana kina mwenyewe hapa Kilifi. Kwa hiyo hiyo isiwatatanishe unamanya kala mtu anafa manzi ni kugwira tano akagwira